Mtoto wa ndugu yako unamwambia kuja tuishi na wewe Nairobi. Akishafika hapa unamfanyisha kazi nyingi bila hata malipo. Wewe unasema sinamsaidia, ah, na chakula na kuishi na na na, lakini wewe unamfanyisha kazi wewe... Mganda ambaye alikuwa ameshikwa kule UK mm -hmm, kulikuwa na alikuwa ameshtakiwa sasa amefungwa for six and six uh, years and five uh, months mm -hmm. can you believe una, unajua kwa nini kwa na, hii story na ileta Gidi. mm -hmm. wengi ambao wana ama ama nchi za Kiafrika, mm -hmm. mtu kama huyu hawezi akafungwa, kwa sababu kwanza ni UN judge, mm -hmm. na alikuwa anasomea uh, PhD katika Law University of Oxford. mm -hmm. Kwa hivyo judge amesema kwamba alitumia nafasi yake kuleta huyo mrembo kutoka Uganda mm -hmm. Lakini hakumwelezea rights zake za kikazi mm -hmm. Na wakasema kwamba hiyo ni kama alikuwa anafanya modern slavery mm hivyo -hmm. Ndio amesema kwa sababu alikuwa halipu ile pesa, unajua kama UK kuna stipulated amount mm -hmm. Kazi fulani ukifanywa unafaa kulipwa kiwango fulani mm -hmm. Sasa ye alikuwa anasema ameita huyo uh, relative akuja msaidia. Akamwambia, no there is nothing like that here yeah, limneta, wakaangalia vyeti vyake vile aliletwa hapa kufanya kazi kwa hivyo na wamesema huyu mwanadada ambaye alimshtaki huyu judge mm -hmm. Sasa wamempatia asylum kule UK kwa sababu anasema akirudi Uganda huenda maisha yake kwa hatarini. Sasa amepewa asylum mm -hmm. na nawakutaja jina lake to protect her mm -hmm. kwa hivyo ningesema, jamani, hata kama tuko ni wasomi, maraka judge alisema mtu reputable kama huyu ambaye amesomea sheria in fact law in the University of Oxford anafaa kuwa alielewa sheria kwa hivyo ye alikeuka sheria amefungwa six years. It is a very uh, sad story, lakini pia ni enlightening kwa watu ambao wanatumia wengine vibaya yeah, ni uafrika tu labda ndilipeleka kule Uingereza, kwa sababu hata hapa nchini Kenya unapata kwamba mtoto wa ndugu yako unamwambia kuja tuishi na wewe Nairobi, akishafika hapa unamfanyisha kazi nyingi bila hata malipo. Wewe unasema ah, sinamsaidia na chakula na na na malezi kuishi lakini wewe unamfanyisha kazi. Kwa hivyo wazungu nao wanaichukulia na uzito mambo kama hayo, lakini hapa Kenya imekuwa tu ni mazoea.